Hapa mkononi iko na thing iko na ipi ini nini, ni mikate sio, ni keki keki. Hapa niko na pipi, sio pipi jojo, ana hizi uh, ni pipi. Hapa niko na mikate, pipi, zile zingine noma. Kuchukua kuchukua hizi kate, kuchu kuchu kuchu kuchu. alafu hapa niko na pombe ya kienyeji unajua nini nafanya tofauti ya maisha yake anavyoishi. Mimi binafsi nikiona kuna mambo anahitaji yaende yakafanyike kwenye maisha yangu au yamefanyika, naenda kutoa shukulani. Huwa anachinja ng'ombe, uh, mbuzi, kondoo, ngamia, lakini mara nyingi huwa anaenda kwenye ziwa letu la nyumbani kwetu, Ziwa Nyasa, na kwenda kuofa vitu vitamu kama hivi. Hizi pipi zimejaa hapa chini na hivi muda mwingine naweza nikatumia ndizi nikatumia tikiti nikatumia chungwa. Kwa nini? Kwa sababu mimi naamini kwenye haya maji kuna ancestors, kuna mababu zetu, kuna mizimu, na mimi ni mmoja kati ya mtu ambaye nina imani kali kuhusiana na ancestors, kwa sababu ninaamini ancestors wanatutizama, wanatuona na wanaishi ndani yetu. Kwa hiyo ninapotaka kuomba jambo lifanyike maisha yangu au kushukuru kwa kile ambacho kimefanyika kwenye maisha yangu au kuomba baraka kwa kwa wiki nzima, naweza nikawa nafanya kazi ya kuchukua boti, naenda katikati kati ya maji, nafanya ibada zangu ili mambo yafunguke. Yafanyaje? unaweza ukakuta wewe hapo unasumbuliwa labda na mapenzi, unasumbuliwa labda na chochote mahusiano, kipato chochote kile imani yangu mimi na wale wanaoamini katika mizimu mi naamini katika mizimu 100% naamini katika mizimu kwa sababu huwa nina uwezo wa kuongea nayo na ikanisikiliza watu wengi wamekuwa wakiona maisha yangu yanaonekana yako smooth yako vizuri na pesa na nini kwa sababu ninaheshimu mizimu kuliko kitu chochote sasa leo nimekuja na pombe nimekuja na njiwa nimekuja na pipi nime, sio pipi jojo nimekuja na pipi hizi hapa hizi hizi ni kwa ajili ya kuofa kwa ajili ya baraka kwenye maisha yangu, lakini hapa <coughs> niko na njiwa kama sita. Hizi njiwa siziui, lakini ninachokifanya, watu walikamata hivi ili waziuze wapate pesa, lakini mimi nazichukua. Mfano hii ni njiwa, naiachia na ninaomba Mwenyezi Mungu na mizimu kwamba kama vile ambavyo unaenda kuiachia hii njiwa ndivyo ambavyo ikawe na uhuru, ndivyo maisha yangu yawe huru na niwe na amani na afya njema. Mimi sipo kwa ajili ya kuzuru watu, kuua watu, wala kuwatoa watu kafara, sijui nini, imani hizo za kishirikina. Lakini imani yangu mimi ni katika kuwapa sadaka wazee, mizimu na kumwomba Mwenyezi Mungu anibariki. Kwa hiyo unapo wachukua wanyama au ndege ambao walishikwa na watu kwa ajili ya pesa wewe ukawaachia ili wawe huru na ukamwomba Mwenyezi Mungu akubariki kama ambavyo wewe umewaachia njia wake, basi maisha yako yanaenda kufunguka na ukawapa sadaka ya kitu chochote kidogo. Mimi namruhusu huyu njiwa, lakini naona ana hofu, hataki kuondoka. Sijui ana shida gani, sijui anataka abaki na mimi, I don't know, lakini namchukua mwingine hapa

hivi sio kwa sababu nina pesa sana ah. Kila mtu na imani yake, kama ambavyo wewe Mkristo, wewe Mwislamu, wewe nani. Mimi imani yangu, ninaamini katika hiki ninachokifanya, na imani yangu kuni kunigeuka kuni, kwa sababu mimi huwa ninajua nini nifanye ili nifanikiwe. Mfano, nikitaka ninue gari ninajua natakiwa nifanye kazi kwa bidii, lakini ukiachana kufanya kazi, nifanye nini? Aidha nichinje ng'ombe, au nichinje ngamia, nichinje mbuzi. Kila mtu na imani yake. Kwa hiyo mimi imani yangu ndio hiyo, na simlazimishi mtu aamini katika kile ninachokiamini, na, na simlazimishi mtu afanye kama ninavyofanya mimi, kwamba ni lazima. Hapana, kila mtu ana maamuzi yake binafsi. Kwa hiyo kile ambacho wewe unakiamua ndicho kinachoenda kuwa kwenye maisha yako. Mtoto mmaliza, mpe hiyo sahani aende akamalizie, kamalizie sahani yako.